yanayoonyesha dhamira yake ya kuinua elimu katika nchi yetu sihitaji kuorodhesha lakini ukimwambia afisa elimu apataje mafedha yaliyokuja kwenye halmashauri yake kwenye kwenye eneo la sekondari eneo la msingi na kumuuliza uh, mwenye mwenye halmashauri hapa namna ambavyo anaendelea kubeba hii sekta kimsingi fedha alizoweka kwenye elimu ni nyingi sana uh, kipekee sana na niseme kwa, kwa, kwa kuringa tu kwamba ni rais ambaye pia amefanya juhudi kubwa sana kushughulika na changamoto za walimu. Hivi majuzi tu tumetoka kwenye kukamilisha kliniki iliyotembea mikoa yote Tanzania, na kama alivyosema katibu hapa, matarajio yetu ni kwamba ndani ya kipindi kifupi, pengine wiki mbili, tunatarajia tuone matokeo makubwa sana katika hili. Amekuwa akisema, MC, mwalimu mwenye stress hawezi kufundisha. Yeye anajitahidi sana kwa nafasi yake kuhakikisha kwamba stress kwenye shule yake hazipo, lakini unaona kwenye ngazi ya halmashauri maafisa elimu, lakini mwenye halmashauri yake mkurugenzi, lakini mkuu wa wilaya kwa nafasi yake, TSC kwa nafasi yetu, kila mmoja anajitahidi kuhakikisha kwamba walimu wanawekwa kwenye nafasi ambayo watatekeleza majukumu yao kwa ufanisi zaidi na kazi inaleta matokeo Kazi anayefanya Mheshimiwa Dkt. Samia, kumshukuru sana katibu wangu mkuu wangu wa kazi kwa kuniona kwamba ninafaa kumwakilisha mahali hapa. Maafisa tuko wengi pale ofisini. Lakini kitendo cha yeye kuniteua mimi nije ni heshima kubwa, nimeipokea na natumaini kwamba nitamwakilisha vizuri. Kama kuna mazuri nitakayosema, naomba yawe kwa niaba yake